i tunakwenda kwenye uchaguzi, tunahitaji utulivu, tunahitaji amani, tunahitaji chagua viongozi walio bora, sio bora kiongozi. Msinunuliwe mkawapigia watu kura kwa kupewa elfu kumi elfu ishirini elfu thelathini ambazo hizo fedha mtazitumia kwa muda mchache na zikakwisha.

kuwashirikisha viongozi wa kisiasa katika madrasa zetu katika misikiti yetu. Mano, hatuna udhalili wala unyonge wa Uislamu wa kushindwa kujenga misikiti yetu mpaka wagombea wa vyama fulani waje watujengee misikiti, waje watuletee mabanda ya bati kwa sababu anataka Waislamu wawape kura Waislamu kuchagua viongozi walio sahihi. Baada ya kusema haya, vijana wangu kutoka Dodoma, okay. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi usikose kutizama Cales TV kila siku.